Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari fupi ya neno la Mwenyezi Mungu, tarehe saba Novemba, siku ya Ijumaa, juma la thelathini na moja la mwaka che wa Kanisa. Karibu tusikilize Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya kumi na sita aya ya kwanza hadi ya nane Yesu aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake Nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo mia vya mafuta Akamwambia, twaa hati yako, keti upesi, andika hamsini. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda mia ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika themanini. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe kuwa na busara kuliko wana wa nuru. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Kwa mfano wa wakili mwenye busara, tunaalikwa kutumia akili zetu kutafuta mbingu. Tunaalikwa kutumia akili zetu kutafuta maisha ya umilele. Kikawaida katika ulimwengu huu ambao tunaishi wanadamu wanaweza kutumia akili nyingi sana katika kujihakikishia kwamba maisha yao ya baadaye yatakuwa ni mazuri. Kwa wafanyakazi mbalimbali ambao wameajiriwa katika taasisi mbalimbali, kuna kuwepo na mifuko mbalimbali. Mifuko hii kimsingi imewekwa kwa ajili ya kuwalinda wanapofikia hatua fulani ya maisha na hawafanyi tena kazi basi waweze kuendelea kuishi katika hali ya utulivu tu na amani pasipo kuleta usumbufu mkubwa. Katika injili ambayo imesomwa, tunaona pia wakili mmoja ambaye ana busara alisifiwa kwa sababu ya busara zake. Huyu alikuwa ameachiwa majukumu na bwana wake, basi huyu bwana wake huenda alisafiri. Na alipokuwa huko safarini akapata taarifa kwamba uliyemweka kama msimamizi wa mali zako anatapanya mali zako. Basi huyu bwana akamwambia huyu wakili sasa, e, inabidi unipe mahesabu, maana hakika utafukuzwa kazi. Basi huyu bwana ambaye ni wakili sasa akasema sasa, nikifukuzwa kazi nitaenda kuishi kwa namna ipi? Akaona basi atumie akili yake kujipatia maisha baada ya kazi akawaita watoto waliokuwa wanadaiwa, akawapunguzia madeni yao, lengo likiwa ni nini? Kutengeneza urafiki, ili sasa atakapofukuzwa kazi aweze kupata mahali pakwenda. Kama kwa mfano sasa e, e, mtu alikuwa anadaiwa milioni moja, anamwambia andika laki tano. Huyu mwingine labda alikuwa anadaiwa laki tano, anamwambia andika elfu hamsini. Kwa hiyo sasa, huyu mtu atakapotoka kazini atakapofukuzwa kazini hasa, akirudi mtaani, anaweza akaenda kwa yoyote, na baadaye wakawa waka marafiki tu na akamsaidia katika hali yake ya kutokuwa na kazi. Ni, ni kama ilivyo pia kwa watu ambao wanakaribia uzee. Mtu anaweza akawa na watoto wengi wengi, zakawa kumi tano sita na kadhalika, lakini anapokaribia uzee kikawaida watu wana busara sana, wataangalia katika watoto wote, ni mtoto yupi ambaye anaweza akanitunza zaidi, na huyo ataambiwa siri nyingi. Lakini lengo ni nini? Ni ili kujilinda tu katika uzee, kwamba huyu hapa asiniache, basi niweze kuwa pamoja naye. Sasa katika mifano yote hii, Yesu anatuambia tutumie akili zetu pia kujitafutia eh, maisha baada ya hapa duniani sio tu kwa maisha ya hapa duniani ambayo baada ya muda roho na miili yetu itatengana. Eh, tutumie akili zetu kutafuta mbingu, kutafuta maisha ya umilele. Sasa tunatumiaje akili zetu kutafuta maisha ya umilele? Ni kama huyu wakili aliyekuwa anatenda mambo ambayo kwa kweli ni mabaya, inaonekana alikuwa anatenda mambo ambayo ni mabaya, utapanyaji utapanyaji wa nini na nini hatujaelezwa katika injili ya leo, lakini pia sisi katika kuishi kwetu hapa duniani, huenda tunaishi maisha mabaya ya kutapanya karama pamoja na vipaji tulivyopewa na Mwenyezi Mungu katika eh, kutupatia utakatifu tukiwa bado hapa duniani na baada ya maisha ya hapa duniani. Sasa tunaalikwa katika siku ya leo kwa wajanja, kwa wenye busara kwa busara kama yule mwizi aliyesulubiwa na Yesu pale, pale msalabani. Kusoma injili ya Luka sura ya ishirini na tatu aya ya arobaini na moja hadi ya arobaini na tatu Pale palikuwa na wezi wawili, mmoja alimtukana Yesu, huyu wa pili akawa mjanja, akaomba msamaha. Kuwa mjanja kwa kutafakari na kuona kwamba kwa kweli nimekosa. Sasa katubu dhambi zako kwa mujibu wa neno la Mungu katika injili ya Yohane sura ya ishirini aya ya ishirini hadi ya ishirini na nne na hata Yesu pia katika maeneo mbalimbali aliwapa mitume uwezo wa kuondolea wanadamu dhambi injili ya Mathayo sura ya kumi na sita aya ya kumi na sita na kuendelea vivyo hivyo na katika injili ya Mathayo sura ya kumi na nane aya ya kumi na nane na kuendelea kwa mjanja kama umepokea rushwa na umetoa rushwa sana hata ikafika sehemu ukajijengea majengo ambayo ni makubwa. Neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Habakuki sura ya pili, kitabu cha nabii Habakuki sura ya pili aya sita hadi ya kumi na sita, neno la Mwenyezi Mungu linasema mtu ambaye ananyanyasa wengine, anawanyanyasa wengine kwa kujipatia mali ambayo ni danganyifu au mtu ambaye amekopa sana na harudishi mali ya watu, amekopa sana, amekopa hapa, amekopa pale, amekuwa na wadeni wengi sana. Neno la Mwenyezi Mungu linasema hata boriti za nyumba aliyoijenga zitalalamika. Zitalalamika, na hata hayo majengo yatalalamika. Mtu ambaye amefanya jambo kama hilo, pengine anaweza akawa katika hiyo nyumba, ni nzuri lakini haina amani. Pengine ni sauti za ajabu ajabu zinatoka ndani ya nyumba, pengine tu ni malumbano yasiyoisha ndani ya nyumba, pengine ni jumba kubwa lakini halina mtu ambaye anakaa huko. Kwa mjanja, kwa mjanja, kitabu cha nabii Habakuki sura ya pili aya ya sita hadi ya kumi na sita. Basi kwa mjanja, tubu kutubu dhambi zako na kumrudia Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni mwingi wa msamaha. Tukisoma kitabu cha Nabii Isaya sura ya kwanza aya ya kumi na tano hadi ya ishirini, Mungu ni mwingi wa msamaha. Hata kama dhambi zetu ni kubwa namna gani, yeye atatusamehe. Pengine tumejikuta kwamba tupo kwa waganga na tunazungumzia hapa ni wale waganga wanaopiga bao na ramli ambazo ni chonganishi. Sizungumzi waganga ambao ni matabibu, kwa sababu kuna matabibu ambao ni wakisomi walioenda shule wakapata maarifa hayo ya kitabibu. Kuna watabibu wale wa kienyeji ambao wanatumia dawa za kawaida kuwaponya watu. Sasa nazungumzia kuhusu matabibu ambao ni waigizaji, wanatumia mazinga umbwe, wakati mwingine wanatumia uongo na namna nyinginezo ambazo zinamfanya mtu awaamini ili hali kwa kweli sio wa kweli. Kwa namna hiyo mjanja, kuwa mjanja kuwa mjanja. Achana na hao watu maana utafilisika kwa kupeleka fedha zako huko, na hata kama usipofilisika basi kutakuwa hakuna maana yoyote kukosa ufalme wa mbinguni. Tukirejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya kumi na tisa mistari ya mwisho kuanzia mistari wa kumi na nane hadi thelathini na tatu pale neno la Mungu linakataza uchawi na wapiga rambi ambazo ni chonganishi. Neno la Mwenyezi Mungu linakataza uchawi, haufai na mtu anayeenda huko kwa kweli anajikatalia mbingu akiwa bado hapa hapa duniani. Kuwa mjanja, Ishi kwa mujibu wa amri za Mwenyezi Mungu. Tena kitabu cha nabii Isaya sura ya sitini na sita aya ya tatu hadi ya sita neno la Mwenyezi Mungu linasema watu ambao wanaenda kwa watu kama hao ambao ni wapiga bao ramli, na mambo yanayofanana na hayo, basi yale matatizo ambayo yanawasibu yataandamana nao hadi wameangamia. Kwa kama mtu alikuwa anaenda kwa huyu mtu mpiga ramli, mpiga bao ambaye anatumia mazingaumbwe katika kuonyesha jambo fulani liko hivi, basi kama ameenda ili kuponyeshwa ugonjwa wa macho basi ugonjwa huu utaenda naye mpaka mwisho. Wapendwa, tuwe wajanja, tutambue makosa yetu, tutubu, ili tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Tafakari hii imeletwa kwako na mimi Padi Eugeni Kawau, e, mlezi na mwalimu katika sekondari ya mtakatifu wa Majeusi, jimbo katoliki Moshi. Nakutakia siku njema.